Fahamu kuhusu Napoleon Bonaparte, mmoja wa wanajeshi na viongozi mashuhuri zaidi katika historia ya dunia, shujaa kutoka nchi ya Ufaransa. Napoleon alijulikana kwa uhodari wake wa kivita na malengo yake makubwa ya kupanua utawala wa Ufaransa barani Ulaya. Mmoja wapo ya matukio muhimu sana katika historia ya uongozi wake ni vita dhidi ya Urusi mwaka 1812, vita ambavyo viligeuka kuwa mwanzo wa kuporomoka kwa himaya yake kuu na kuanguka kwake. Kwa kutafuta kuitisha Urusi kwa kutokubali kushiriki katika mzingiro wa kiuchumi dhidi ya Uingereza, Napoleon alianzisha uvamizi mkubwa aliyouita kampeni ya Urusi, ambayo hatimaye zilijaa changamoto zisizotarajiwa kama baridi kali, ukosefu wa chakula na vita vya msituni yani, gorilla warfare. Makala hii itachambua kwa kina sababu, mchakato na athari za vita hivyo na jinsi vilivyoathiri sio tu uongozi wa Napoleon bali pia historia ya Ulaya kwa ujumla. Napoleon Bonaparte, mmoja wa viongozi mashuhuri na wenye nguvu zaidi katika historia ya Ulaya, alizaliwa mnamo Agosti 15, mwaka 1769. Katika kisiwa cha Kosika kilichokuwa sehemu ya Ufaransa. Familia yake ilikuwa ya familia ya kati na baba yake alifanya kazi kama wakili. Napoleon alikulia katika mazingira ya kisiasa ya kipekee kwa kuwa kisiwa cha Kosika kilikuwa na hali ya kipekee, kilikuwa kimechukuliwa na Ufaransa mwaka mmoja kabla ya kuzaliwa kwake na mapigano kati ya Wakoskans na Wafaransa yalikuwa bado yanatokea. Napoleon alianza masomo yake ya kijeshi akiwa na umri mdogo. Akiwa na umri wa miaka tisa tu alisafiri hadi Ufaransa na kujiunga na shule ya kijeshi ya Brienne Lenche ambapo alijifunza ustadi wa kijeshi na siasa. Hapa alijitokeza kama mwanafunzi mwenye bidii na aliyeweza kufaulu kwa urahisi kwenye masomo ya kijeshi. Hata hivyo, alikuwa na ugumu katika kujua lugha ya Kifaransa, lakini alikabiliana na changamoto hii kwa kujitahidi zaidi. Baada ya kumaliza masomo yake, alijiunga na jeshi la Ufaransa mwaka 1785 kama afisa mdogo wa artillery. Alikuwa na ndoto ya kuwa miongoni mwa viongozi wa kijeshi wa juu, lakini alianza kupata umaarufu wake wakati wa mapinduzi ya Ufaransa mwaka 1789. Wakati mapinduzi hayo yalipoanza, Napoleon alikuwa bado kijana lakini alijitokeza kama mtu muhimu kutokana na ustadi wake wa kijeshi. Napoleon alifanya kazi kama afisa wa jeshi katika kipindi cha machafuko ya mapinduzi ya Ufaransa na alishiriki katika mapigano dhidi ya maadui wa mapinduzi. Hata hivyo, alijijengea jina kubwa zaidi baada ya kushinda vita kadhaa muhimu. Mmoja ya vita kubwa alivyoshinda ni vita vya Toulon mwaka 1793 ambapo alionyesha uwezo wake mkubwa wa kijeshi na kupata umaarufu mkubwa. Hii ilimsaidia kupanda haraka katika ngazi za kijeshi na aliweza kuwa kamanda wa jeshi katika miaka michache. Mnamo mwaka 1799, Napoleon alishiriki katika mapinduzi yaliyomwezesha kuchukua mamlaka. Alikuwa mmoja wa viongozi wa mapinduzi haya na kwa kutumia ustadi wake wa kisiasa na kijeshi, alikamata madaraka na kuwa mkuu wa serikali. Hii ilikuwa ni mwanzo wa kuanzishwa kwa dola ya Ufaransa ambapo alijiinua kuwa mfalme wa Ufaransa mnamo mwaka 1804. Huu ulikuwa ni utawala wa kipekee ulioongozwa na mtu mmoja, na Napoleon alijitahidi kutawala Ulaya mzima kwa kutumia jeshi lake kuu. Baada ya kuwa na utawala thabiti nchini Ufaransa, Napoleon alijikita katika kutawala bara la Ulaya aliunda mfumo wa continental system, mpango wa kiuchumi uliojaribu kudhoofisha Uingereza, adui mkuu wa Ufaransa, kwa kuzuia mataifa mengine ya Ulaya kufanya biashara na Uingereza. Lengo la mpango huu lilikuwa ni kumshinikiza Uingereza kujiunga na mkataba wa amani na Ufaransa kwa kuizuia biashara. Mpango huu ulitekelezwa kwa mafanikio kwa sehemu kubwa katika nchi nyingi za Ulaya, lakini Urusi chini ya Tsar Alexander wa kwanza ilijikuta ikielekea kinyume na mfumo huu. Sa Alexander aliona mpango wa Napoleon kama kitisho kwa uhuru wa biashara wa Urusi, na alijitahidi kuwa na uhusiano na Uingereza ambapo ilikuwa ikifanya biashara na Urusi. Hii ilileta mvutano mkubwa kati ya Urusi na Ufaransa, na ikawa ni chanzo cha Napoleon kuamua kuvamia Urusi. Hii ilikuwa ni moja ya maamuzi makubwa zaidi katika utawala wa Napoleon. Alijua kuwa Urusi ilikuwa na jeshi kubwa, lakini aliamini kuwa kwa kutumia mikakati ya kijeshi na mabavu angeweza kushinda na kulazimisha Sar Alexander kukubali masharti ya the Continental System. Mnamo june mwaka 1812 na Napoleon alikusanya jeshi kubwa zaidi kuwahi kuundwa Ulaya hadi wakati huo. Jeshi hili lililoitwa La Grande Armee lilikuwa na takriban wanajeshi laki sita Wakiwemo Wafaransa na wanajeshi kutoka nchi zingine zilizokuwa chini ya utawala wa Napoleon kama vile Italia, Hispania na Prusia. Napoleon alitegemea kwamba jeshi hili lingekuwa na uwezo wa kuzingira na kushinda Urusi kwa njia ya haraka na kumlazimisha Tsar Alexander kukubali masharti yake. Lakini kivuli cha kivuli kilikuwa kimejificha. Urusi ilikuwa na ardhi kubwa na mazingira magumu ya kijiografia. Wakati jeshi la Napoleon lilikuwa linatembea kuelekea Urusi, Warusi walijua kuwa hawakuwa na uwezo wa kushinda majeshi ya Napoleon moja kwa moja. Hivyo, walitumia mbinu ya Scorched Earth Policy ambayo ilikuwa ni kuharibu rasilimali zote nyuma yao, yaani mashamba, miji na vitu muhimu vya kifedha ili kuwazuia Wafaransa kupata chakula na mahitaji mengine muhimu. Katika kuivamia Urusi, Napoleon aliingia katika mji wa Borodino nchini Urusi ambapo vita vikubwa vilitokea ambavyo vinajulikana kama vita vya Borodino. Vita vya Borodino vilikuwa vita vikubwa na muhimu zaidi katika uvamizi wa Urusi na Napoleon na ni mojawapo ya mapigano ya damu zaidi katika historia ya vita vya Napoleon. Borodino au vita vya Borodino vilikuwa ni vita kati ya jeshi la Napoleon la Grand Army na jeshi la Urusi lililoongozwa na Field Marshal Kutuzov. Lilikuwa limejizatiti kutetea mji wa Borodino, umbali wa takriban kilomita 110 kutoka Moscow. Napoleon alijua kuwa ili kufanikiwa katika uvamizi wake wa Urusi, ilibidi aingize mji mkuu wa Urusi, Moscow, na kisha kushinda jeshi la Urusi. Hata hivyo Jeshi la Urusi lilikuwa likiendelea kujiondoa mbele ya majeshi ya Napoleon likihifadhi nguvu zake kwa shabaha ya kulinda ardhi yake na kupigana vita vya uchovu. Wakati jeshi la Napoleon lilipojikita kuelekea Moscow, waliona kwamba ili kuzuia Wafaransa kuendelea mbele, walihitaji kupigana vita kubwa na kuwalazimisha kuacha mpango wao. Borodino ilikuwa ni kitovu cha vita vikubwa ambapo jeshi la Urusi liliamua kujilinda kwa nguvu zote. Vita hivi vilianza tarehe 5 Septemba mwaka 1812 na kwa haraka vikawa vita vikubwa na vikali sana. Jeshi la Napoleon lilijaribu kuzingira na kushambulia kwa mfululizo, lakini lilikuwa likikumbana na upinzani mkali kutoka kwa Warusi. Wakati wa Wafaransa walikuwa wakijaribu kupenya ngoma ya Urusi, walikumbana na upinzani mkubwa kutoka kwa vikosi vya Urusi vilivyokuwa vimejizatiti kwenye mizinga na kingo za kuta za kijiji cha Borodino. Kwa upande mwingine Warusi walikuwa na faida ya kujua mazingira ya vita na walikuwa na mikakati ya kijeshi ya kujilinda. Kutuzov, ambaye alikuwa kiongozi wa Urusi, alionyesha ujasiri mkubwa kwa kujenga ulinzi wa nguvu dhidi ya mashambulizi ya Wafaransa. Alijua kuwa kushinda katika vita hii kungemsaidia kudumisha upinzani dhidi ya Napoleon, hivyo alifanya kila kitu kuhakikisha anapigana kwa ustadi. Vita vya Borodino vilikuwa na athari kubwa kwa pande zote mbili. Ingawa Napoleon alijivunia ushindi wa kijasiri, hakufanikiwa kushinda kabisa jeshi la Urusi. Wafaransa walilazimika kupoteza maelfu ya wanajeshi na jeshi lao lilianza kudhoofika kutokana na kupoteza watu wengi na rasilimali. Hata hivyo, Warusi walikuwa na idadi kubwa zaidi ya vifo na walikosa ushindi mkubwa ambao ungeweza kuwaangamiza kabisa. Matokeo ya vita hii yalikuwa ni kupoteza zaidi kwa Wafaransa kuliko walivyotarajia, ingawa walifanikiwa kuvamia miji ya Urusi. Hawakufanikiwa kumaliza kabisa upinzani wa Urusi. Katika muktadha huu, Borodino inachukuliwa kama ushindi wa kioo kwa Napoleon, kwani alijua kuwa ilikuwa ni hatua ya kupoteza licha ya kuonekana kama alishinda kwa mahesabu. Baada ya vita vya Borodino, Napoleon alielekea Moscow, mji mkuu wa Urusi, akijivunia kwamba alikubaliwa kushinda vita vikubwa. Hii ilikuwa ni hatua muhimu katika mpango wake wa kumaliza vita kwa kutumia mji wa Moscow kama kivutio cha ushindi. Napoleon alitegemea kwamba kushika Moscow kutakuwa na maana kubwa ya kisiasa na kisheria kwa Tsar Alexander wa kwanza, lakini alikumbana na changamoto kubwa wakati alipofika Moscow mnamo Septemba 14 mwaka 1812, 18, alikuta jiji hilo lilikuwa limejaa miale ya moto na majengo ya kiteketea. Hii ilikuwa ni matokeo ya mbinu ya scorched earth policy ambayo Warusi walikuwa wakitekeleza Walikuwa wamejua kuwa ikiwa wangeacha Wafaransa wapate rasilimali za jiji Napoleon angeshinda na kutawala Urusi kwa urahisi. Kwa hivyo, Warusi waliteketeza miji na hifadhi muhimu wakivunja vitu vyote vya kiuchumi na kuacha Wafaransa wakikosa chakula na vifaa vya kijeshi. Napoleon alijua kwamba urahisi wa kushinda Moscow ulifutwa na mkakati huu wa kujihami kwa Urusi. Hata hivyo, Napoleon alijaribu kubaki Moscow kwa muda wa miezi kadhaa akingojea mabadiliko ya kisiasa kutoka kwa Tsar Alexander wa kwanza. Katika kungoja kwake, hali ilizidi kuwa mbaya zaidi kwa Wafaransa kwa kuwa baridi kali ya Urusi ilikumbusha udhaifu wao katika mazingira ya kanda ya baridi. Wakati wa mapambano yao, baridi ya msimu wa vuli na majira ya baridi iliwalazimu wanajeshi wa Napoleon kuishi katika hali ya ugumu na ukosefu wa mahitaji muhimu. Viti vya kijeshi viliharibika, majeraha yanaendelea kuongezeka na magonjwa yaliathiri maelfu ya wanajeshi wa Napoleon. Wakati Wafaransa walikuwa wakijaribu kuondoka Moscow na kurudi kwenye ardhi ya Ufaransa, walikumbana na mapigano ya kila siku, vikwazo vya asili na upinzani mkubwa kutoka kwa Warusi. Miondoko ya kijeshi ya Napoleon ililazimika kukumbwa na changamoto nyingi, huku wanajeshi wakikabiliwa na baridi kali na umbali mrefu uliosababisha kushindwa kwake kwenye vita vyake katika mji wa Moscow. Kushindwa kwa Napoleon katika uvamizi wake wa Urusi kilikuwa ni kipigo kikubwa cha kijeshi na kisiasa na kiliashiria mwanzo wa kuporomoka kwa utawala wake. Hali ya kijeshi ilibadilika kabisa baada ya vita vya Borodino na uharibifu wa Moscow, Napoleon alikuwa amepoteza sehemu kubwa ya jeshi lake na alilazimika kurejea Ufaransa akijua kwamba alikosa umakini katika kupanga mikakati ya kijeshi dhidi ya Urusi. Uvamizi wa Urusi ulizidi kuwa mzito kwa Napoleon kwani walikosa msaada wa rasilimali muhimu kama vile chakula, mavazi ya kivita na vifaa vya kijeshi. Hali ya hewa ya baridi kali ilileta matatizo zaidi kwa wanajeshi wa Napoleon. Kadri walivyokuwa wanajitahidi kuondoka kutoka Moscow, wengi walikufa kutokana na baridi, njaa na magonjwa. Wakati wa kurudi, maelfu ya wanajeshi wa Napoleon walikufa au kukamatwa na Warusi. Hii ilifanya jeshi la Napoleon kuwa dhaifu sana na ndoto yake ya kutawala Urusi ikaonekana kuwa mbali zaidi. Uwezo wake wa kuendeleza vita ulidhoofika kwa kasi, na alijua kuwa hakuwa haku na nguvu tena ya kupigana na jeshi la Urusi au kuliangamiza kabisa. Athari za kushindwa kwa Napoleon katika Urusi zilikuwa pana sana. Utawala mzima uliona udhaifu wa utawala wa Napoleon na nchi za Ulaya zilichukua hatua za kulinda maslahi yao. Kuanzia mwaka 1813, vikosi vya shirikisho kutoka Uingereza, Austria, Prussia na Urusi viliungana dhidi ya Napoleon katika vita vya Leipzig ambayo vilionyesha kuwa utawala wa Napoleon umejengwa juu ya misingi ya udhaifu. Mabadiliko ya kisiasa pia yalijitokeza kwa kuongezeka kwa nguvu ya mataifa kama Uingereza na Urusi na kuporomoka kwa mataifa yaliyokuwa chini ya ushawishi wa Napoleon. Uingereza kwa mfano iliona nafasi ya kutawala masoko ya biashara na kuwa kiongozi wa kisiasa katika Ulaya, huku Urusi ikiimarisha nafasi yake katika siasa za bara hili. Vilevile, Prusia na Austria zilijitahidi kurekebisha mipango yao ya kijeshi na kisiasa ili kudhoofisha utawala wa Napoleon. Baada ya kushindwa kwa Napoleon na kuanguka kwa dola ya Ufaransa, mkataba wa Vienna ulijadiliwa na nchi kubwa za Ulaya kwa lengo la kutengeneza mpango mpya wa kisiasa na kiuchumi kwa bara zima. Mkataba huu ulilenga kuleta utulivu katika Ulaya baada ya vita ndefu na kutoa uwiano wa nguvu kati ya mataifa makubwa. Mkataba huu ulileta mabadiliko makubwa kwa maeneo yaliyokuwa chini ya utawala wa Napoleon. Mataifa kama Ufaransa yalilazimika kupunguza maeneo yao ya kiutawala na kukubali mipaka mipya iliyoanzishwa na mkataba wa Vienna. Hii ilifanya Ufaransa kudhoofika kisiasa na hakukuwa tena na utawala wa kifalme wa Napoleon. Vita vya Leipzig au vita vya wafalme wa taifa vilikuwa vita muhimu zaidi vya kumaliza utawala wa Napoleon katika Ulaya. Vita hii ilifanyika kutoka Oktoba 16 hadi Oktoba 19, mwaka 1813 19, na ilikuwa ni pigo kubwa kwa Napoleon. Kwa mara nyingine, mashirikisho ya mataifa ya Ulaya yalishirikiana dhidi ya Napoleon na jeshi lake lilipigwa vikali katika vita hii. Napoleon alikutana na majeshi makubwa kutoka Uingereza, Urusi, Rusia na Austria. Uingereza ilikuwa na umuhimu mkubwa katika vita hii kwa kutoa msaada mkubwa wa kifedha na kijeshi kwa washirika wake wa Ulaya. Hii ilikuwa ni hatua muhimu kwa mataifa yaliyokuwa yakiunga mkono utawala wa Napoleon, kwani walijua kuwa kumshinda Napoleon ni kuhakikisha usalama wa Ulaya mzima. Matokeo ya vita vya Leipzig yalikuwa ya kushangaza kwa Napoleon ambaye alishindwa vibaya. hata hivyo Licha ya kushindwa alijaribu kurudi tena katika vita kwa kutumia jeshi lake lililobaki. Kushindwa kwa Napoleon katika vita hii kulichochea mabadiliko zaidi katika siasa za Ulaya na kumaliza rasmi udhibiti wa dola ya Napoleon. Hata hivyo, katika kuungaunga kwake na kujaribu kurejesha nguvu zake, Napoleon alijikuta tena katika vita na nchi ya Uingereza, Prussia na Uholanzi, vita vilivyojulikana kama Waterloo. Vita vya Waterloo vilikuwa vita vya mwisho vya Napoleon na kumaliza kabisa utawala wake. Vita hii ilifanyika tarehe 18 Juni mwaka 1815 na ilikuwa ni mapigano kati ya jeshi la Napoleon na shirikisho la majeshi ya Uingereza, Prusia na Uholanzi. Baada ya kurejea kutoka uhamishoni katika kisiwa cha Elba, Napoleon alijaribu kurejesha utawala wake nchini Ufaransa. Hata hivyo, alikumbana na upinzani mkali kutoka kwa majeshi ya Ulaya yaliyoshirikiana kumzuia. Katika vita hii Napoleon alijaribu kutoa pigo kubwa kwa majeshi ya shirikisho, lakini alikosa ushirikiano kutoka kwa baadhi ya maafisa wake, na majeshi yalipokuwa yakishindwa kusimama dhidi ya upinzani mkubwa wa shirikisho. Mashambulizi ya nguvu yaliyokuwa yakiongozwa na Duke of Wellington wa Uingereza na Blucher wa Prussia yalileta ushindi kwa shirikisho. Ushindi wa shirikisho katika vita vya Waterloo ulileta kumalizika kwa utawala wa Napoleon kabisa. Alikamatwa na kuhamishwa tena katika kisiwa cha Saint Helena ambapo aliishi maisha yake ya mwisho hadi alipokufa mwaka 1821. Kushindwa kwa Napoleon katika vita hii kulikuwa na athari kubwa kwa siasa za Ulaya. Mkataba wa Vienna ulifanya kazi ya kutengeneza mabadiliko ya kisiasa kwa mataifa ya Ulaya. Napoleon ambaye alikuwa amekuwa na nguvu kubwa alikubali kushindwa na kutoa nafasi kwa Ufaransa kuanzisha mabadiliko ya kisiasa chini ya utawala mpya wa kifalme. Kushindwa kwa Napoleon kulikuwa na athari kubwa kwa Ufaransa na Ulaya nzima. Athari hizi zilijumuisha mabadiliko ya kisiasa, kijamii na kiuchumi. Mabadiliko haya yaliathiri siyo tu Ufaransa bali pia mataifa mengine ya Ulaya ambayo yalikuwa yamekumbwa na vita ndefu za Napoleon. Kushindwa kwa Napoleon kulisababisha kuanguka kwa dola ya Napoleon na kurudi kwa mfalme wa Ufaransa Louis. Baada ya vita vya Waterloo, mfalme alirejea Ufaransa na kuanzisha utawala wa kifalme wa Bourbon. Hata hivyo, ingawa alirudi madarakani, hali ya kisiasa haikuwa rahisi. Ufaransa ilikuwa na changamoto kubwa kutokana na migogoro ya ndani, mabadiliko ya kijamii na ukosefu wa udhabiti wa kifalme. Louis wa 18 alilazimika kutekeleza mabadiliko fulani ili kujenga uaminifu miongoni mwa wananchi, lakini bado alikumbana na upinzani mkubwa kutoka kwa wafuasi wa Napoleon. Utawala wa kifalme ulikuwa na ugumu wa kurejesha imani ya umma, kwani baadhi ya watu walikuwa na shauku ya kurejea kwa mfumo wa Napoleon. Hii ilionyesha changamoto za kurejesha utawala wa kifalme baada ya miaka mingi ya mabadiliko ya kisiasa yaliyotokana na mapinduzi ya Ufaransa na utawala wa Napoleon. Pia, kushindwa kwa Napoleon kulidhihirisha kudhoofika kwa Ufaransa kiuchumi na kimaeneo. Vita vya miaka mingi vilikuwa vimechukua mali nyingi za Ufaransa huku uchumi ukiwa umetetereka kutokana na gharama za vita, hasara za kijeshi na kuanguka kwa biashara. Ufaransa ililazimika kulipa fidia kubwa kwa mataifa ya washirika na hii ilizidisha mzigo wa kifedha. Kukosekana kwa amani kuliathiri biashara ya kimataifa na Ufaransa ilijikuta katika hali ya kiuchumi isiyo na uhakika. Ufaransa pia ililazimika kukubali mipaka mipya iliyoanzishwa na mkataba wa Viena, ambapo maeneo mengi yalilazimika kuwa chini ya utawala wa mataifa mengine. Kushindwa kwa Napoleon ni kuleta mabadiliko makubwa katika siasa za Ulaya. Mkataba wa Viena uliofanyika mwaka 1815 ulileta mipaka mipya kwa nchi za Ulaya na kuanzisha mfumo wa usawa wa nguvu kati ya mataifa makubwa. Mataifa ya Ulaya kama vile Uingereza, Urusi, Prusia na Austria yalifanya mazungumzo ili kujenga mfumo wa kudumu wa kisiasa unaozuia vita vingi vya kiulaya kama vile vilivyotokea wakati wa Napoleon. Napoleon Bonaparte atakumbukwa kama mmoja wa viongozi wakubwa katika historia ya dunia. Ingawa alishindwa, mchango wake kwa historia ya Ufaransa na Ulaya ni mkubwa na endelevu. Utawala wake ulileta mabadiliko katika mifumo ya kijeshi, sheria na siasa, na athari zake zinaendelea kujitokeza hadi leo. Napoleon alijulikana kwa kuwa na mbinu za kivita za kipekee ambazo zilibadilisha hali ya kijeshi ya Ulaya. Alianzisha mbinu za kivita za uhamasishaji na ufanisi wa nguvu ya kijeshi na alitumia mbinu za haraka na ufanisi katika kuendesha mashambulizi. Alijulikana pia kwa kutumia mifumo ya usafiri wa haraka kama vile farasi na makombora ili kutawala na kushinda majeshi makubwa ya adui. Hata hivyo, licha ya ushindi wake mkubwa katika vita kama vile Austerlitz, Wagram na Ulm, kushindwa kwake katika vita kama vile vya Borodino na Waterloo kulionyesha udhaifu wa mfumo wake wa kijeshi, hasa kwa kushindwa kugundua mipango ya kibiashara ya vita vya kijeshi. Napoleon alileta mabadiliko makubwa katika mfumo wa sheria wa Ufaransa na Ulaya kwa kuanzisha Napoleonic Code au kanuni za Napoleon. Kanuni hii ilileta mabadiliko ya kisheria na kimuundo katika nchi nyingi na kuanzisha mfumo wa sheria ulio wazi na wenye uwazi zaidi. Napoleonic Code ilikuwa kanuni muhimu zinazohusu mali, haki za kiraia na usawa mbele ya sheria. Huu ulikuwa ni mabadiliko muhimu katika historia ya sheria, na kanuni hizo bado zinatumika leo katika baadhi ya maeneo ya dunia. Napoleon Bonaparte atakumbukwa kama mmoja wa viongozi wa kijeshi na kisiasa wenye athari kubwa katika historia ya Ulaya na dunia nzima. Ingawa alishindwa katika vita na alilazimika kuanguka, alifanikiwa kuleta mabadiliko ya kimsingi katika maeneo mengi ikiwa ni pamoja na sheria, siasa na mifumo ya kijeshi. Urithi wake umejikita katika mabadiliko ya kijeshi na kisiasa ambayo yaliathiri sio tu Ufaransa bali pia Ulaya nzima na mataifa ya mbali. Napoleon alikosa utawala wa kudumu lakini athari zake ziliendelea kuwa na uzito kwa karne nyingi baadaye, na bado tutamkumbuka kama mtu aliyebadili mwelekeo wa historia kwa njia zisizoweza kupuuziliwa.